Yeah, habari zenu. Huyu ni Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Yeah, leo nataka ni share na nyie kuhusiana na vitu ambavyo vitakavyoweza kuboost utagaji wa kuku wako kama wamepunguza utagaji. Cha kwanza kabisa jamani wapendwa, naomba ni msubscribe, mlike na mcomment. Hiyo ni hiyo ndio support yenu kubwa sana kwangu ili mnipe moyo niendelee kutoa video nyingi zaidi ya kitu. Cha kwanza jamani ni tangawizi. Tangawizi inawapa kuku appetite, kwa hiyo kuku akila vizuri anataga vizuri, na inawapa joto pia na ina busti immunity yao, yaani kinga ya mwili inakuwa vizuri, kwa hiyo kuku anaweza kupambana na magonjwa. Kitunguu saumu, manjano, aloe vera, mwarobaini majani ya mwembe, majani ya mpera, majani ya mparachichi, majani ya mpapai. Na vitu vingine ni pilipili manga au pilipili ile nyekundu pia u, kama ukipata fresh au ukipata ambayo imesagwa ime ukawekea kwenye chakula. Mkaa ya kitu kingine ni mbogamboga mboga mbogamboga, yaani mboga mboga zote za majani. Kitu kingine ni mchaichai, mchaichai ni mzuri sana, na ile ambayo inaitwa karafuu, karafuu na cinnamon. hivyo vitu ni vizuri sana, yaani ukichukua mchaichai wako, ukachukua karafuu, ukachukua na cinnamon. ile ambayo inaitwa mdalasini, ukachukua hiyo ukachemsha, ukachemsha maji yako yakapoa, ukawapa kuku wako nakwambia ukiwapa kwa, kwa, kwa ndani ya mwezi mzima, yani ukawa na wapa kila wiki unawapa, hata ladha ya mayai yako inakuwa ni tofauti, yani inakuwa na harufu fulani hivi, ile harufu ya shombo ya yai hautaisikia, yani yai lako linakuwa na harufu fulani hivi, kama kama ka viungo ungo fulani hivi. Kwa hiyo hivyo navyo vina boost kuku wako. Kwa hiyo sio lazima, wapendwa, tuwe tunatumia booster za dukani, unasikia, unaweza ukachukua hiyo Ukatafuta kati ya hivyo vitu nilivyovitaja kimojawapo. Vipo vingi, ni vingi mno, nikisema nivitaje hapa naweza nisivimalize, kwa sababu vipo vingi. Kwa hiyo wewe ndo unaangalia, je, hawa hii nanlii hapa nilipo, au uwezo wangu upo kiasi gani, ninaweza nikavipata vyote nikavihifadhi au nikapata baadhi, kwa sababu kuna ambapo sio vya kununua. Kama leo majani majani yote sio ya kununua, vichache Baadhi ndio vya kununua. Kwa hiyo ni wewe unaangalia ni kitu gani unakipata kwako. Na hivyo vinavyoboost kuku vinawapa appetite, vina boost kinga ya mwili. Kwa hiyo kuku kwako anakuwa imara, hata magonjwa yakija, ni ngumu sana kumpata. Kuku kwako anakuwa na afya nzuri, yani anataga vizuri, yai lake linakuwa kubwa. Nakwambia hivi, I'm telling you, kama ukiwa, ukiwa unafanya hili swala kwa, kwa kuendelea yani uh, unafanya, unafanya, unafanya mara kwa mara la ganda la yai la kuku wako linakuwa gumu, yaani linakuwa gumu kabisa. Mimi ni shahidi, yai la kuku ganda la kuku wako ya linakuwa yai lake linakuwa ni gumu. Kwa hiyo hata wakati wa kuuza haupati hasara ya, ya mayai kuvunjika vunjika ovyo. Kwa hiyo hayo ndio nilikuwa nataka ni share na nyie, vitu vipo vingi na kipimo cha cha hivyo vitu vitu vya asili kipimo chake, jamani, kwa kweli asilimia kubwa ni kama tu tunakadiria, kwa sababu hawa huku ni wakubwa. Kwa hiyo wewe unaangalia una, una, una kuku wengi kiasi gani una unakadiria tu, kwa sababu nikisema nianze kusema kutaja vipimo mwenzangu, kwa sababu kama kama hiyo midalasini na nini unaweza ukaichukua mdalasini na nalikitunguu, mdalasini wako ukachukua na mchaichai wako ukachukua na karafuu ukazichemsha ukawapa kuku wako, yani ni wewe mwenyewe unaangalia tu kipimo, kwa sababu jamani, dawa za, za asili sio rahisi, yani ni kwa asilimia chache sana. Ukizidisha ndio kuku anaweza akapata madhara, ila sio asilimia kubwa, ni asilimia chache. Kama mimi mnavyoona hapa kuku wangu, hii ni kinga ya mafua na wakinga kuku wangu wote wa mafua, kwa sababu jamani, eh, sasa hivi kuna mafua sana. Kwa hiyo yani, nahakikisha wiki hii ni nisipo hapa da, kinga dawa ya mafua, wiki ijayo lazima niwape, kwa sababu eh, hali ni mbaya. Mafua, watu wanalalamika mafua. Mafua ni balaa. Binadamu wenyewe tuna mafua na ndege zetu wana mafua. Yeah, ndio hicho hicho ndio nilichoona ni share na nyie, na pia chakula kiwe kina, kina um, kuku wako pumba tu. Alafu ukategemea watakutajia wata vizuri hapana. Pia chakula ki kina virutubisho vyote. Tujitahidi jamani. Tunajua gharama za chakula sasa hivi eh, mayai ndio hayo yameshuka. Gharama ziko juu, lakini tutafanya nini? Ndio kazi tuliochagua inabidi tupambane. Hiyo changamoto ni ya kwetu. Hatuna namna ya kufanya ila ndio hivyo jamani nawapenda sana. Mungu awatie wa nguvu, awabariki, awasimamie kwenye mifugo misi yenu. Msisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Karibuni sana sana sana, bye. Bye. Jamani, mimi makopo yangu mimi siyatupaji makopo yangu yote, yani haya makopo yananisaidia haya. Kwa hiyo kama nanye mna, mna, mna keji kwa sababu hizi dawa za asili zinachafua sana bomba, yaani sana. Unaweza uka, ukafanya kama mimi nilivyofanya, unatia kwenye hivyo vikopo vyako, kuku wako wanakunywa, maisha yanaendelea. Karibuni sana, nawapenda sana. Bye, bye.